Mimi kwa mfano, utawala wa demokrasia si utawala au hauzungumzi kwamba ni utawala wa wa, wa kisheria ambao unakuwepo watu kwamba kwamba ni katika utawala huu unachukuliwa katika utawala wa alghalaba wa kushinda, mimi kushindaa, lakini katika njia sahihi za kuchukua utawala eh, hamna demokrasia, bali demokrasia ni mifumo ya kitwaghuti mifumo ya kiyahudi ya ki ambayo imeletwa ambayo mifumo hii ni kuvunja haki za watu. Demokrasia haiwezi kulinda haki ya mtu, na ndio maana utakuta leo nalinda haki ya huyu inafanya ukatili, haki ya huyu inafanya, haki ya huyu a, demokrasia si dini, demokrasia ni mifumo ya Kiyahudi, mifumo ambayo imekaliwa, na ndio maana utakuta huwezi eh, kupata haki kupitia demokrasia, ni uongo. Haki inatafutwa katika mafundisho ya Allah tabaraka wa taala, mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani, ni mwache vitabu vya Allah mwingie kwenye demokrasia, na ndio utakuta leo katiba mpya hiyo hiyo, katiba mpya ikija, hata kama katiba utatunga wewe na baba yako chumbani mkaimaliza, vile vile utakuja baadaye uipinge. Kwa nini? Kwa sababu si, si mifumo ya mtu, ni, ni akili za watu. Mtu amekaa wakachekecha, akili tuweke hiki sheria hiki sheria hiki sheria Simenelewa. Sisi katika dini ya Allah sheria ishakamilika, hakuna yani. Sheria hii ambayo ipo, Allah ameiteremsha ndio hiyo hiyi, kwa zama zote na kwa hali yetu yote na katika maisha yote. Ama hii mitazamo ya watu kuna pahala ufika inagoma haiendi. Simenelewa. Hiyo inabidi ibadilishwe, kwa mfano sheria yetu ya Uislamu kwamba yani, yani kitu ambacho mfumo wowote mi wa kutafutia haki kama haupo ndani ya Uislamu haukubaliwi, haufanyi nini. Kuna mifumo ambayo imewekwa katika Uislamu ambayo raia anaweza akaitumia kutafuta, kutafuta haki yake kwa mtawala, hiyo mifumo iko menielewa, kama vile kumwombea dua huyo mtawala, kumwombea dua nzuri mtawala wako, ni sababu ni mfumo mzuri wa kutafuta haki yako kwa mtawala wako, kumwombea dua nzuri, Allah mwongoze hivyo lakini. Tukirudi kwenye demokrasia, inakuruhusu kumchamba huyo mtawala, achilie mbali mamejua kumchamba na kumkosoa hadhara. katika katika Uislamu, mfumo wa kutafuta haki ya mtawala kwa mtawala wako ni kumnasii na kumshauri, lakini kwa siri. Hatuna katika Uislamu mfumo wa kutumia nini? wa kutumia maandamano. Lakini demokrasia inatumia nini? Maandamano. Yanaanza yanakuwa ya amani, ya ya mwisho yanakuwa ni ya nini? ya mitihani. fahimtu meekwa. Kwa hiyo hata mifumo ya utawala pia ipo iliyozungumzwa kisheria, lakini sasa inapofika watu wakatawaliwa kwa mifumo hii ambayo siyo kwa mfano kama mfumo wa demokrasia, Uislamu haukubaliani na mfumo wa demokrasia. Lakini sasa ni mtu ndo kashatawala kwa mfumo wa nini, wa demokrasia na ndo kashika jeshi, tutamtii na huyu mtawala tumzingatia ka, kama katika wale waliotawala kwa nguvu, mmenielewa, waliotawala kwa nini, kwa nguvu, lakini lazima uwepo utawala huo, utawala lazima uwepo. Sasa ametawala kwa nguvu au ametawala kwa njia za kisheria, lakini lazima Sawasawa, ametawala kwa nguvu au ametawala kwa njia za kisheria, lakini lazima utawala huo ufanye nini? Uwepo. Ndio maana akasema utakuja utawala ukiwa katika minhaji ya mitume, na kama, kama vile utakavyokuja utawala ambao hauko katika minhaji ya mitume. Kwa hiyo utakuta hizo ni zama na huo utawala utakuta katika ulimwengu mzima au katika baadhi ya maeneo kwa hiyo hii hadithi ikaonyesha moja kwa moja kwamba utawala utakuwepo, eh na vile vile, ma jaa an baadhi shuyukh alislam min alsalafi walkhalaf, ni yale ambayo yamekuja kutoka kwa baadhi ya mashekhe wa Kiislam katika salafu na khalaf, katika wema waliotangulia katika maulama waliotangulia na wasasa, fahimu tume

Vile vile khilafa ya mahalifa wanne waongofu ilikuwa ni khilafa ya unabii na rahma, yani kwa mwongozo wa mitume, kwa mwongozo wa mitume na ni rahma. Wa kanat imaratu Muawiya mulkan wa rahma, na utawala wa Muawiya ulikuwa ni ufalme na ni rahma. Muawiya alikuwa nini? Kwa sababu baada ya Ali alitawala nani? Muawiya. fahemtimeva hata kama alichukua Hassan kwa muda mchache lakini utawala ulikuwa na nani? Muawiya. Hassan alikuja akajiuzuru, fahimtumeka? Naam, naam. Waqa waqa, ee, ee, ee, wa baadahu waqaa mulkun adud, na baada ya hapo ukawatokea ufalme ule wa kunyanganyana, ufalme wa kunyanganyana, ufalme mbalimbali mchanganyiko ufalme ambao unakuja unatulia, mwingine unakuja, ndio kunyanganyana ufalme, unatulia unakuja. Fahimu e, katika khilafa katika daula ya Umawiya sasa Abbasia hali ilikuwa ngumu, takuwa kusoma hiyo tarehe fahimu namna hali ilivyokwenda katika hizi hizi e, katika daula mbili Umawiya na Abbasia kwa hiyo baada ya hapo ukawepo huo ufalme wa kunyanganyana, huyo anatawala anatawala, lakini uliendelea ufalme mzuri wa kawaida, ufalme wa mabavu aa. Kauli waqala waala, aidha amesema pia Shekhulislam Bin Taimia rahimahullah, wasunnat an yakuna lilmuslimina imamu wahidu, na sunna wanatakiwa Waislamu wawe na mtawala huyo mmoja walbakuna nuwabu, na waliobaki wawe ni manaibu wake. Enelewa wawe wow, na hivyo ndivyo inavyotakiwa asili, kwamba anatakiwa awe mfalme mmoja, na kadri mfalme anapokuwa mmoja au mtawala anapokuwa mmoja, ndio watu wanakuwa wanashikamana. Eh, kabla ya hapo, kabla ya hii ya migawano ya nchi ya kiulimwengu ya, ya kijiografia nakuta mtu anakuwa mfalme karibia Afrika Afrika, yani Afrika moja, nakuta yupo mmoja au nchi kama tano hivi nakuta mmoja. Lakini ilipokuwa kuja hii mifumo na migawano ya kijografia, basi akawa kila moja na mipaka yake a, na ndani ya nchi moja atakiwa wepo mtawala huyo mmoja sana kuwepo watawala wengi wengi, fa idha furidha anna al-aimma kharajat an dhalika itakapofaradhi itakapo, kwa mfano, itakapotokea amtu kwamba maimamu au watawala wametoka katika hilo lipi na kuwepo mtawala mmoja yani, akawepo kwa mfano nchi e, kama nne zote yame, yuko mtawala huyo mmoja lakini watawala wengine wakakataa, wakasema hapana, kwa sababu kiasili atakiwa mtawala wepo huyo mmoja labda Afrika nzima hata ulimwengu mzima wepo mtawala mmoja. Lakini sasa wakakataa, kila moja na nchi yake, limasiati min baadhi, ya kwa sababu baadhi yao wameasi, waajaza min albaqin au ghairi dhalik, na waliobakia wasiokuwa hao wakashindwa fakana laha iddatu aimma, ikawa dunia ina watawala tofauti tofauti, watawala wengi, kila mtawala anatawala kisehemu chake. la kana yajibu ala kulli imam an yuqima alhudud wa yastawfi alhuquq, itakuwa ni wajibu kwa kila mtawala pahala pake alipo aisimamishe sheria za Allah na atekeleze haki za raia ambazo amewekewa na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo asili ni kwamba mtawala anakuwa mmoja na wengine anakuwa ni manaibu wake, fahimu. Lakini sasa e, wengine hawataki, kila mmoja anatawala mahala pake alipo, fahimu. Imekuwa sio Afrika basi, kila hata Afrika ina nchi kila, af kila mmoja anakuwa anatawala nchi yake. Kwa hiyo kama hali itakuwa hivyo, inatakiwa kila mtawala pahala pake alipo atekeleze, asimamishe sheria za Allah na azitekeleze haki za ambazo amekabidhiwa ambazo ziko juu yake. Na kwa hiyo haya ni katika adila na nusus ambazo zinaonyesha sheria ya nini, kwa sheria ya kuwepo utawala na kuwepo kwa hiyo, lazima utawala uwepo. Watu hawezi kuishi bila utawala, sawa sawa utawala huo eh, ni i wa kisheria au si wa kisheria, lakini lazima utawala ufanye nini uwepo, ili mambo yaweze kwenda salama.